Katika kuheshimisha mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump, jeshi la Israel kwa sasa tayari limekwisha anza kuondoka katika eneo la ukanda wa Gaza, katika maeneo tofauti ukanda wa Gaza kama unavyoona katika video hizi. Video hii moja inatajwa kuwa ni vifaru ambavyo vilikuwepo karibu na hospitali inayojulikana kwa jina la Jordan Hospital katika eneo la ukanda wa Gaza na maeneo mengine tofauti, tayari vikosi vya jeshi la Israel vinaondoka katika mji huo wa ukanda wa Gaza. Na papo hapo, raia katika ukanda wa Gaza ambao katika kukimbia mapigano na kunusuru maisha yao waliondoka katika eneo la Kaskazini na kuambiwa waelekee katika eneo la Kusini mwa ukanda wa Gaza na jeshi la Israel ili liweze kukabiliana vilivyo na wanamgambo hao wa Hamas raia hao walilazimika kuhamia katika eneo la Kusini ambapo walikuwa wakiishi katika hali ya sintofahamu, mvua yao jua lao, na hata mashambulizi ya jeshi la Israel yalikuwa yakishuhudiwa dhidi ya raia hao katika kambi tofauti ambazo walikuwa wameweka katika eneo hilo. Raia hao kutokana na makubaliano haya ambayo yamesainiwa kwa sasa, wameanza kurejea katika maeneo yao katika maeneo tofauti Kaskazini mwa ukanda wa Gaza lakini kama unavyofahamu kutokana na mapigano na mashambulizi ya jeshi la Israel, maeneo tofauti, majumba tofauti ukanda wa Gaza yaliweza kuharibiwa na kuwafanya wakazi hawa, licha ya kurejea katika maeneo yao, watakuwa hawana makazi. Majumba yao yaliweza kubomolewa kutokana na mashambulizi yaliyoendeshwa na jeshi la Israel, watalazimika kuishi katika mahema na vile vile itakuwa ni vigumu kuweza kupika chakula na hususan katika kipindi hiki tayari baridi imeanza kugonga mlango. Hivyo basi itakuwa ni vigumu kwao kuweza kuishi katika eneo hilo la Ukanda wa Gaza waliweza kupendekezewa uhamisho kama vile kwenda nchini Misri edha Jordan. Rais wa Marekani utakumbuka kwamba wakati wa vita aliweza kupendekeza ya kwamba raia hawa katika ukanda wa Gaza waweze kuondolewa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza na kupewa hifadhi kwa muda katika mataifa tofauti katika ukanda wa mashariki ya kati, na mataifa ambayo yalitajwa moja kwa moja ni Misri na Jordan. Lakini wakazi hawa wa Gaza waliweza kukataa kutokana na uzalendo wao, kwa kufahamisha ya kwamba iwapo atakapoondoka katika eneo hilo, basi itakuwa ni vigumu kabisa kuweza kurejea, eidha itakuwa ni ndoto kuweza kurejea. Na inatajwa kwamba ni business world, kitendo ambacho kinatafsiriwa kama fursa za biashara na kuwekeza katika maeneo ya vita, eidha katika maeneo yasiyokuwa na utulivu. Hivyo basi, katika eneo hili la ukanda wa Gaza, Mashirika yanayojihusisha na ujenzi basi tayari yamekushapata fursa hiyo na yataajiriwa kwa ajili ya shughuli za ujenzi katika ukanda mzima wa Gaza, kutokana na uharibifu mkubwa, ambapo inatajwa kuwa ni zaidi ya asilimia 60, ukanda wa Gaza, majumba yameweza kuharibika kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel.